Karibu kwa ajili ya historia ya marehemu. Basi, kwa niaba ya mchungaji Onesimo, naomba nisome historia ya marehemu kama ifuatavyo. Nitayasoma majina kama yanavyotamkwa. Marehemu mchungaji Joseph Ezekiel D'zombe alizaliwa tarehe 8 Januari 1962 katika kijiji cha Ilembula wilayani Wanging'ombe katika mkoa wa Njombe, uh, akiwa ni mtoto wa pili katika familia ya mzee Ezekiel D'zombe na mama yake aliyeitwa anayeitwa aliyeitwa Atuzelie Mgeni, kati ya watoto wanne wa mzee Ezekiel D'zombe, watoto nane, sorry, kwa yeye ni mtoto wa pili kati ya watoto nane. Elimu yake Mchungaji Joseph alipata elimu yake ya msingi katika shule ya msingi Matembwe katika mkoa wa Njombe, na kisha elimu yake ya sekondari katika shule ya Highlands pale Iringa mjini. Marehemu Joseph alipata mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT pale Mbeya katika kituo cha Itende na Marehemu Joseph alipata elimu ya walimu katika chuo cha walimu Marangu mkoani Kilimanjaro na baadaye kuajiriwa kama mwalimu akitumika katika shule ya msingi ya Uhekule iliyopo Njombe kwa muda mfupi tu wa miaka miwili. Wito wake na elimu katika utumishi. Marehemu Joseph alipokea wito wa kumtumikia Bwana shambani mwake kama mchungaji, na hivyo alienda kwenye seminari ya chuo cha Waadventista wa Tanzania, kwa wakati ule kilijulikana kama Task Tanzania Adventist Seminary and College, ambapo sasa kinajulikana kama Chuo Kikuu cha Arusha, UOA, ambapo alisomea uchungaji wa awali katika mwaka kati ya mwaka 1989 hadi mwaka 1990. A 90 aliwekewa mikono ya uchungaji, yani ordination mnamo mwaka 1993 a 93 na huduma hii ilifanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni hapa Dar es Salaam. Mwaka elfu mbili na moja hadi mwaka elfu mbili na nne alikamilisha masomo yake ya shahada ya kwanza ya teolojia kwenye chuo cha chuo hicho cha kanisa la Waadventista wa Sabato kilichopo Arusha, na kati ya mwaka wa um, kati ya mwaka elfu mbili na saba na, na elfu mbili na tisa alisomea elimu ya maendeleo ya jamii katika kiwango cha shahada ya uzamili kwenye chuo kikuu huria cha Tanzania. Familia yake, marehemu mchungaji Joseph Zombe alifunga ndoa na Agnes Justin Msigwa tarehe 19 Januari mwaka 1992 kule Njombe, ikifungwa na wachungaji wawili mchungaji marehemu Nyagori pamoja na mchungaji Joshua Malongo. Mchungaji Joseph na mkewe Agnes walibarikiwa kupata watoto wawili. Mtoto wake wa kwanza anaitwa Irene ambaye kwa sasa ni daktari medical doctor. Wa pili anaitwa Ezekiel anayesomea kozi ya muziki wa Kikristo kwenye chuo kikuu cha Kiadventista nchini Ufilipino. Wajibu wake kwa familia ulisimama kuigua, na kwa namna ya kuigwa, na kwa hakika familia yake, ndugu na watoto wake, kwa namna ya pekee sana mke wake ambaye amemsaidia mumewe bila kuchoka, katika raha na katika dhiki, hadi mwisho wa maisha yake. Historia ya utumishi. Mwaka 1990 mpaka mwaka 1992, mchungaji Joseph alikuwa mchungaji wa mtaa wa Tukuyu pale mkoani Mbeya. 1992 mpaka 2000, alikuwa mkurugenzi wa vijana field ya mashariki kati, ETF. mwaka 2004 <coughs> hadi mwaka 2005 mchungaji wa mtaa wa Ubungo, Dar es Salaam, na mwaka 2005 mpaka mwaka 2009 alitumika kwenye kazi maalum ya shirika la maendeleo ya misaada la Waadventista wa Sabato Adra, katika mikoa ya Mwanza na Mara. Mwaka 2010 hadi mwaka 2000 mwaka 2010 huo mwaka mmoja mwanzoni hadi mwishoni hapo, mchungaji alikuwa mchungaji wa mtaa wa Ubungo kwa mara nyingine mwaka 2012 hadi mwaka 2013 amekuwa katibu mkuu katika jimbo kuu la katika jimbo la conference ya Mara. Mwaka 2013 hadi mwaka 2024 akaitwa kuwa mkurugenzi wa idara ya vijana katika jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania STM. Mwaka 2024 hadi alipostaafu Disemba 31, mchungaji mlezi wa taasisi ya uchapishaji ya ufunuo pale Morogoro. Hakika ametumika kuleta kanisa hasa vijana wengi sana katika kanisa la Waadventista wa Sabato, amewalea kwa ukaribu, lakini pia katika jamii amefunga ndoa nyingi madhubuti ikiwemo ya mchungaji Robert Tuvako na mke wake Neema na wengine wengi. Kuugua hadi kufikia, kufiki, hadi kulala mauti. Mwaka elfu mbili na kumi, Mchungaji Joseph Zombe aligundulika kuwa na changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Aliendelea na matibabu hadi mwezi Machi mwaka el ambapo tatizo la kisukari lilionekana kuwa limekwisha. Mchungaji Joseph alipata tatizo la kupoteza uwezo wa kuona kwa sababu ya presha ya macho. Ilipofika tarehe tano mwezi wa tano mwaka huu, hali ilibadilika ghafla, na kutokana na kupanda sana kwa shinikizo la juu la damu ambapo ilichangia pia kuibuka kwa tatizo la kisukari kwa mara nyingine. Alipelekwa na kulazwa katika hospitali ya mkoa pale Morogoro, ambapo muda sio mrefu alihamishiwa kwenda katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzira. Wakati akitibiwa ilifahamika kwamba figo zake pia zilikuwa zimeshindwa kufanya kazi vizuri, hivyo huanzishiwa huduma ya kusafishwa wanaitwa dialysis. Mapafu yake pia yalishindwa kufanya kazi pia. Madaktari walihangaika wa sana kujua tatizo lilikuwa ni nini, ilikuwa ni kazi ngumu. Hali yake ilipelekea pia kulala usingizi wa mauti, ilipofika tarehe tatu mwezi Juni saa tano za usiku katika Ufunuo sura ya kumi na mbili na ile sura ya kumi na nne na ile ya kumi na tatu anasema inaonekana kutulia sawia katika historia hii dalimu, naweza kusoma adhimu mtumishi wa Mungu mchungaji Joseph Ezekiel D'zombe, inaposema kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, mpate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Asanteni sana. Bwana atufariji sote.